Utafiti umebaini kuwa vyama vya siasa vimekuwa kikwazo kikubwa katika kuwezesha wanawake kuingia katika ushindani wa na kushinda uchaguzi mbalimbali licha ya wanawake wengi kuhamasika kujiandikisha na kujitokeza kuwania nafasi mbalimbali za uongozi kwenye chaguzi hizo. Aidha, sheria ya vyama vya siasa inatakiwa kusimamiwa vyema, ili kuvibana vyama hivyo viweze kuzingatia misingi ya usawa katika uteuzi wa watu wanaowania nafasi kwenye uchaguzi mbalimbali, kwani kungekuwa na wanawake wengi katika uongozi ndani ya vyama, ingesaidia kupunguza namna ambavyo wanawake wamekuwa wakichujwa. Rai hiyo imetolewa kwenye uzinduzi wa ripoti ya utafiti kuhusu ushiriki wa wanawake katika uchaguzi mkuu 2015 ambapo wanawake wametakiwa kuendelea kujitokeza kuwania nafasi mbalimbali katika chaguzi pamoja na kuhamasisha wanawake walio ndani ya vyama kudai haki za kushiriki katika maamuzi licha ya changamoto mbalimbali zinazowakabili. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utafiti huo, mtafiti mkuu Profesa Ruth Meena amesema wamebaini kupitia vyama vya siasa, wanawake wengi waliohamasika kuingia katika ushindani wa nafasi za uongozi wamekuwa wakikabiliwa na mchujo ambao wamewaacha wachache kuwania nafasi hizo, huku wakikabiliwa na changamoto nyingi. Lakini bado wanawake wame, wamekumbana na vizingiti vikubwa sana. Cha kwanza ni rasilimali fedha. Na, kusema kweli uchaguzi wa miaka hii umetum, unatumia fedha sa, unahitaji fedha sana na, kwa, na hata kwa yule ambaye angetaka kuzuia matumizi yote, lakini bado unataka ujieleze, unataka usafiri, una, unataka uwe na machapisho, kwa hiyo bado ni gharama, na kwa wanawake wachache ambao tumewahoji wamesema wengine walishindwa kabisa kuweza kutembea kwa kampeni katika maeneo yao ya kampeni. Kwa hiyo ilijitokeza hiyo, hiyo, sana a, katika utafiti mambo ali ni kwamba kuna changamoto za, za kimfumo, kuna changamoto za kisera, lakini pia kuna changamoto za mfumo dume, ni masuala ya mila mila, mila potofu. Kwa hiyo huu tafiti tuliofanya kwa ajili kwa, tunaona kwamba matatizo ya wanawake yanazidi kuendelea katika nafasi za uongozi. Wanawake wa, hawako yani, nafasi zao ni ndogo sana katika nafasi za uongozi. Utafiti huo ulioanza kwa kufanyia uchambuzi wa mafunzo ya uraia yaliyotolewa na shirika la Oxfam yaliyolenga kuwafanya wanawake kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi kama waangalizi wa uchaguzi, wapiga kura na wagombea, ambapo wamesema mafunzo hayo hayakuweza kusaidia sana kwa kuwa yanakuwa ya muda mfupi na yanafanyika unapokaribia uchaguzi tu. Kutoka Dar es Salaam ni Dr. Raimos Mtenga wa Channel 10.